Tunashukuru sana kwa kututembelea, na pia tunashukuru kwa ajili ya mazao yetu, maana sasa hivi tume, mazao yameongezeka, na pia kitu kizuri, hutupa elimu wao waendelevu kila mara, mara kwa mara wao wanatutembelea kwa hapa shambani, ili na sisi tuendelee kupata kizuri zaidi, maana sasa hivi tunafurahia kweli ukaguzi wao, utendaji wao wa kazi, tunashirikiana na sisi pia, tukifika hapa tunapeana elimu moja mbili tatu. Kweli tunashukuru muendelee kuwepo na sisi na muendelee kuja hapa shambani kwetu. Tunahusika na kilimo cha maua clematis na maua mengine ambayo yanaitwa variety za long John. Tunatoa shukrani kwa upande wenu nyinyi wakaguzi, mnapokuja katika kampuni zetu, kwa jinsi mnavyokagua huduma zenu na flyer pia ni mzuri, inatusaidia hata sisi kuboresha product yetu kwa jinsi mnavyokagua mnaona changamoto ambayo tunayopitia, mnatoa ushauri wenu, na sisi katika hul ushauri wenu tunauchukua na kuufanyia kazi. Njia hiyo inatusaidia na sisi kusonga mbele na kuleta ubora katika maua yetu kufuata ile na ushauri wenu. Uh, huwa tunawatembelea kila mwezi kwa ajili ya kuwapa elimu na ufahamu, uh, namna bora ya kulima ili wa kuongeza tija, lakini pia uh, tunafanya tuna, tuna, tuna hivi ili kuweza kuyalinda uh, na kuyashika yale masoko ya ugaibuni, uh, kwa sababu unapokuwa unapeleka uh, zao kama hili la pilipili kuna visumbufu kadha wa kadha tunakuwa tunangamua. Kwa hiyo hatu ziweze kuenda kwenye nchi za ugabuni zikaenda zikahatarisha labda uh, lile soko letu la kule ugaibuni, ugaibuni. Kwa hiyo tuna, tunatoa elimu wakati mwingine, tunakaa tuna nao, tunazungumza nao, tunatatua changamoto zao kwa pamoja. Lakini kama mnavyoona haya ni matokeo ya TPHPA. Uh, kwa hiyo tuna, tunashukuru sana kwa mamlaka y kutuwezesha uh, na sisi na kutufacilitate kuweza kuweza kufika na kutoa huduma hii. Asanteni sana.